Na somo la leo linasema jinsi ya kuifundisha akili kuamini. Hatua za vitendo ambazo unaweza kuanza hata leo. Habari, mimi naitwa Elikhan Mtz, ungana nami katika somo hili tena kujifunza e, jinsi ya kuifundisha akili yako kuamini. E, leo tutaangalia hatua za vitendo ambazo unaweza kuzianza hata leo ili e, kuifanya akili yako ianze kuamini hata yale mambo ambayo wewe binafsi ulikuwa unaona hayawezekani. Sasa, kuamini ndio msingi wa mafanikio ya kila mtu. Jambo lolote unaolifanya iwe biashara iwe elimu, chochote unachokifanya duniani e, msingi wake wa mafanikio ni imani, kwa sababu mpaka unakifanya maanake unaamini hicho e, kitu, mana unakifanya. Sasa imani ni kitu cha muhimu sana katika e, maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo leo e, tutaangalia ni vitu gani ambavyo unaweza ukavifanya na hatua gani ambazo unaweza kuchukua ili kutengeneza imani e, hata kwa mambo ambayo E, ulikuwa unaona e, kwamba hayawezekani au watu wanakwambia hayawezekani. Akili inapofundishwa kuamini inaanza kuona fursa badala ya vikwazo, kwa sababu e, akili yetu binafsi e, imezoea kuona e, mara nyingi vikwazo, vikwazo mara nyingi kuta. Mtu labda e, kijana anasema sina mtaji wa kuanzisha biashara, mwanafunzi anasema masomo ni magumu. Kwao mara nyingi akili yetu e, imekuwa inaona vikwazo zaidi kuliko kuona fursa. Lakini ukifundisha akili kuamini eh, mambo ambayo ni chanya itaanza kuona fursa badala ya kikwazo. Kwa hiyo kwenye somo hili, nikuombe eh, unisikize vizuri kuanzia mwanzo mpaka mwisho, naamini utajifunza somo zuri sana kwa ajili ya kuboresha maisha yako. Lakini nikuombe eh, kama ni umejiunga leo kwenye chaneli yetu ya YouTube, hakikisha umsubscribe na kufollow akaunti yetu ya TikTok ya Elikhan Mtz. Karibu tuanze pamoja. Sasa nini maana ya kuifundisha akili kuamini? Kuifundisha akili kuamini ni mchakato wa kuibadilisha uh, fikra hasi na kujenga fikra chanya zinazoelekea kwenye uwezekano wa mafanikio. Uh, unajua eh, binadamu binafsi mara nyingi tunakutana na mambo ambayo yanatukatisha tamaa, tunakutana na fikra ambazo eh, tunajiambia au tunawaza eh, maneno ambayo binafsi ni maneno hasi ambayo yanatukatisha tamaa. Sasa eh, tunapoifundisha akili yetu kuamini, maanake tunaifundisha kutoka kwenye e, fikra hasi au mambo hasi au maneno hasi ambayo tunajiambia au tunayokutana nayo na kuifundisha akili yanze kuamini maneno chanya au fikra chanya. Sasa hiyo ndio process ambayo tutaizungumzia leo kwamba e, ni kutoka kwenye, e, kutoka kwenye fikra hasi au mawazo hasi ambayo tunajiwazia kila siku au tunajinenea kila siku au tunaambiwa na watu, na kuyabadilisha kwenda kwenye mawazo chanya. Sasa hii sio hali ambayo unajidanganya kwamba eh, kwamba unaji, unajiambia kwamba maneno hasi kwa mfano labda, unasema eh, kwa mfano kama watu wamekwambia huwezi au mwenyewe unaamini huwezi, ukajiambia unaweza. Sio kwamba unajidanganya eh, bali ni kuelekeza akili yako itambue uwezo ulionao Binafsi, mambo mengi ambayo tunayaogopa au kutokuyafanya si kwamba hatuwezi kuyafanya, ila ni hofu na kutokuamini hilo jambo ndo eh, inasababisha mpaka wanashindwa uh, kulifanya kwa sababu eh, nimefuatia baadhi ya stori nyingi sana za, za watu maarufu ambao wamefanya vitu vikubwa eh, wengi eh, walianza kwa kuamini kwamba wataweza, japo hata mazingira aliokuwa nawazunguka yalikuwa nawakatisha tamaa kabisa eh, kwamba hawataweza. Mfano mdogo ni wa Elon Musk bibini anatengeneza rocket ya kwenda kwenye mwezi. Amejaribu mara nyingi sana na amepata hasara kubwa. Kwa hiyo, binafsi hata kama ungekuwa karibu yake, ungemwambia acha na hili jambo, lakini kwa sababu alikuwa naamini, akaendelea kufanya mpaka leo ndio mwanadamu wa kwanza kutengeneza rocket ambayo inaenda kwenye mwezi na kurudi duniani bila e, kuharibika. Yani inaenda na kutua, ambapo zamani hata makampuni makubwa kama NASA walikuwa hawawezi kabisa kufanya hivyo. Kwa hiyo imani ni kitu muhimu sana katika maisha yetu, na eh, kuifundisha akili yako kuamini, unahitaji hatua ambazo utazifanya kutoka kwenye mawazo ambayo unaambiwa au unaojiambia mwenyewe au unaoyasikia kwa, uh, kwa baadhi ya watu ambao wako karibu yako au fikra ambazo eh, huwa unajiwazia eh, au mawazo ambayo unayawaza kuyabadilisha kwenda kwenye, kwenye eh, fikra chanya ambazo ni za kukujenga na kuboresha katika maisha yako ya kila siku. Sasa hatua kwanza ni tambua fikra zinazokatisha tamaa. Anza kwa kujitambua, sikiliza sauti ya ndani inayokuambia huwezi, hujatosha. Unaenda tu kwenye jambo, unasikia kitu eh, kinakwambia huwezi, hapa ili jambo sio la kwako au la mtu mwingine. Kwa nini mtu mwingine ni nani? Ndio wewe mwenyewe ambaye unahitajika ufanye hapo, eh au unakwambia hujatosha, una fikra hizo zinakupo kichwani, na mara nyingi, watu wengi, mtakuwa shahidi wa hili, unaweza kuanza kufanya jambo kwa mara ya kwanza unasikia e, mawazo yanakuja kichwani kwamba hili uliwezi, hili sio la kwako, hili la watu wengine e, au huna bahati. Sasa hizo ni fikra ambazo ni hasi, lazima uzitambue kwanza. Ukishazitambua e, fikra hizo ndio chanzo cha kikwazo kikubwa cha imani, na ukishazitambua tayari umeanza kuzishinda, kwa sababu huwezi ukatibu tatizo bila kulijua tatizo. Kwanza kabisa lazima utambue e, fikra hasi ambazo zinakatisha tamaa kwamba huwezi una bahati au wewe ustahili. Ukishazitambua, maanake sasa utaanza kutengeneza mpango wa kuzibadilisha hizo fikla. Hatua ya pili ni kubadilisha lugha unayotumia. Maneno unaojisemea yana nguvu kubwa. Baadae ya kusema siwezi, sema najifunza. Baadaye ya kusema nimeshindwa, sema nimepata somo. Lugha chanya hujenga akili kuamini hatua kwa hatua. Unajua, kuna vitu vingi sanawatu hawajui maneno unayo yasema ni kama kodi, yani unakuwa unafungua e, fikra zako na mazingira yanayokuzunguka kwenye simu. Ukibonyeza nyota e, e, namba fulani fulani, unashangaa imetokea menu fulani. Kwa hiyo hata maneno ukisema mimi siwezi, manake tayari umeshafungua kodi ya kutokuweza na mazingira ambayo yanakuzunguka yanakuzunguka kabisa hayo, ambayo ambayo yanakupelekea ha, usiweze kwa sababu umeshatengeneza kodi ndio maana kuna e, nyimbo huwa naipenda sana ya Rosemary anasema uchayo wa maisha yako ni wewe mwenyewe maana unajitengenezea code yani unajitengenezea wewe mwenyewe amri ni vile kama e, dereva kwenye gari anavyo e, nyongesha us, usukani pembeni maana yake na gari linafuata hivyo hivyo kwa maneno yako ndio usukani wa maisha yako ukisema siwezi tayari na mazingira yanayozunguka na watu ambao wanazunguka watakuja wale ambao watakuja kusapoti hayo maneno yako lakini ukisema unaweza utapata mazingira pia ambayo anakutengenezea uweza. Kwa hiyo, badilisha kwanza e, lugha unayoitumia. E, baada ya kusema huwezi, sema ninajifunza kwamba e, niko najifunza. Sio kwamba nitajifunza, sema ninajifunza kwamba unaanza leo leo kujifunza. E, baada ya kusema nimeshindwa, sema nimepata somo. E, watu wengi wanaweza kukwambia ah, ila umeshindwa wewe huwezi, mwambie bwana nimepata somo kwamba e, hiki kitu e, ili nikiweze lazima nifanye hivi na hivi lakini useme nimeshindwa Ukisema umeshiwa maana hata akili yako na nguvu zako zitakuwa tayari zimeshashindwa kuja kulirudia ile jambo au kulifanya tena. Mfano Elon Musk, napenda sana kutumia mfano wake kwamba rocket zipo zinadondoka. Kuna rocket alirusha ikapasuka kabisa angani ikalipuka, lakini alirudia tena, moyoni mwake akajiambia kwamba nimeshindwa. Eh, alipata somo kwamba kumbe ninapoandaa rocket lazima nifanye vitu hivi na hivi na hivi, baadaye akaja akatengeneza rocket na ikaruka kaenda juu. Kwa, kwa hiyo Epuka sana e, lugha unayoitumia kwa sababu lugha unayoitumia ni kodi ya kufungua vitu ambavyo e, inatokea katika maisha yako, na hili e, watu ambao wanaamini nguvu e, za giza wanajua vizuri kwamba kuna spell fulani watu wako wakizisema zinatengeneza kitu fulani. e, kwa hiyo e, hata maneno ambayo unayasema wewe unaweza kuona kwamba ni ya kawaida, lakini unafungua spell fulani. Ukisema siwezi unafungua ulimwengu wa kutokuweza unakuwa kwenye maisha yako, lakini ukisema naweza unafungua ulimwengu wa kuweza kwenye maisha yako. Kwa hiyo badilisha kile unacho kisemea. Eh, tambua kwanza fikra zako, lakini na lugha unazozisema kwa sababu eh, unaweza kuwa unafikiria labda maneno ya, ya kuweza uh, lakini mdomo wako ndo unakuja kuyahalalisha zaidi. Kwa hiyo angalia sana vile unavyofikiria na kusema. Hatua tatu, tengeneza picha akilini. Sasa hapa ni jambo rahisi sana E, najua hata hapo ulipo unaweza kutengeneza picha labda, uh, upo kwenye gari unaendesha, unatembea. E, hiyo ndio picha ninayomaanisha kwamba e, ubongo wetu una uwezo wa kutengeneza picha na mara nyingi, e, ukitengeneza picha, e, ukitengeneza picha akilini, akili yako inafurahia zaidi kuona picha hata kama sio ya ukweli. Ambayo inaonekana akili huwa inashindwa kutofautisha kati ya picha ya ukweli na ile ya kutengeneza, huwa inaamini zaidi ile picha unayotengeneza. Kwa mfano labda unahitaji kupata kazi au unahitaji kununua kitu fulani. Anza kujiona kile kitu umeshakinunua. Anza kuona mazingira yale ambayo, e, utakuwepo katika hiyo sehemu. Anza kuona unavyotembea, anza kuona vitu unavyofanya pale, anza kuona watu ambao unaongea nao waliopo sehemu hizo. Ile picha unayotengeneza itavuta uhalisia uje utokee. Kwa sababu, e, kitu chochote ambacho unakiona kilianza kwenye akili. Na kilianza kwenye akili kwa sababu ya kutengenezwa kama picha alitengeneza simu, maanake aliona kwenye akili kitu ambacho kama si mtu atakuwa anatumia kuongelea. Kwa akatengeneza kwenye picha ya kwenye akili baada ya kuleta kwenye uhalisia. Na kitu kingine ambacho nataka ufahamu, akili yetu sisi inapenda sana e, picha. Yaani e, inapenda sana e, kuona e, ndio yamini. Kwa hiyo unabidi, e, sasa uitumie hiyo concept kwamba kama akili inapenda kuona ndio yamini basi tengeneza picha kichwani ya lile jambo ambalo nalihitaji litokee au e, ulifanikishe. Kama ni e, kiwango fulani cha pesa, anza kuona e, kwamba kimeshatimia hata kabla e, hakijafikia, kwa sababu e, hatua utakuwa unazifanya za kuelekea kule, lakini anza kujiona kwamba ile jambo limeshatimia. Hata siku moja ukikaa ndani, anza kuona pesa uliyoishika unaenda kufanyia kitu gani, unaenda kununua kitu gani. Kama ni gari, anza kujiona uko ndani ya gari, unaliendesha umempa hata mtu lifti. Tengeneza picha kwa sababu kutengeneza picha sio gharama na unaweza kutengeneza hata sasa hivi, na ili jambo e, unaweza kufanya hata mara moja kwa siku au mara mbili kwa siku, muda unaoenda kulala na asubuhi unapoamka kwa sababu ubongo unakuwa e, umetulia, hauna mambo mengi. Sasa, hatua nne chukua hatua ndogo ndogo. Imani ukua kwa vitendo, anza kwa hatua ndogo ndogo unaweza kufanya leo kila hatua ndogo inayofanikiwa inajenga akili ushahidi kwamba inawezekana. Sasa, unajua kwenye ishu ya kutengeneza imani, natakuwa pia uchukue hatua. Uwezi ukatengeneza picha, uwezi ukabadilisha maneno unaojizungumzia au fikra bila kuchukua hatua. Angalia kitu gani ambacho naweza kufanya leo. Kama ni kama, e, kama natamani kupata kazi, anda CV yako, tafuta makampuni ambayo yanahitaji ya e, watu wa kazi unayotaka wewe kuifanya Tuma haya maombi, au hata naenda kanga ile kampuni iko sehemu gani. Chukua hatua ndogo ndogo, manake akili yetu ikishaanza kuona hatua moja imefanikiwa. Kwa mfano, kuandika CV kumekamilika, haya, labda kutafuta labda vitu vyako vyote na kuvipanga vizuri, imekamilika, akili yako inaanza kuona kwamba ah, hii ni hatua sasa, tunaelekea kwenye eh, kupata eh, kitu fulani. Kwa hiyo eh, fanya hatua, usikae tu ukasema kwamba mimi najinenea maneno mazuri, mimi nitafanya uh, Uh, tajitengenezea fikra ambayo ni nzuri, au nitatengeneza uh, picha kichwani, lakini usipochukua hatua, manake itabakia tu kichwani na wala haitatokea sehemu yote, kwa sababu hata mtu aliye kuwa na wazo la kutengeneza labda simu alichukua hatua, akaanza kutengeneza betri, akatengeneza kioo, baadaye akaviunganisha vyote vikawa simu. Hata nyumba, nyumba huwa haijengwa siku moja. Unaanza na msingi, baadaye ukuta Uh, baadaye tena inakuja kuwa paa, baadaye nyumba inakamilika. Kwa hiyo chukua hatua. Hatua ni za msingi sana eh, kwa ajili ya kujenga eh, imani yako. Lakini hatua ya tano, jizungushe eh, jizungushe na watu wenye mawazo chanya. Unajua hichi kitu watu wako wanakichukulia eh, kama cha kawaida, lakini watu wanaoishi eh, na wewe karibu wana mchango mkubwa wa kubadilisha ukaribikiwa au ukafanikiwa. Hebu angalia hata maneno unaozungumza kila siku, au matusi au kauli zozote unazozisema zinatokana na watu ambao wanakuzunguka. Hata kama kuna misemo ambayo unairudia kila siku, inatokana na mtu ambaye uko naye karibu zaidi. Sasa kama una uwezo kukopi vitu ambavyo ni vibaya kwake, hata vizuri, manake hata vizuri unaweza kuvikopi. Kwa hiyo ukikana mtu ambaye anaomba mazuri, unaweza kukopi vitu vizuri. Sisi huwa tuna tabia ya ku, E, ambukiziana tabia wanadamu. Kwa hiyo ukikana mtu mwenye tabia nzuri, tabia yake itakuambukiza. Ndio maana hata vitabu vinafundisha kwamba e, tabia mbaya huharibu tabia njema, kwa sababu ukikaa e, ukikana mtu mwenye mawazo mabaya atakuharibu pia na wewe ukawa na wewe, mawazo mabaya. Kwa hiyo jizungushie watu wenye mawazo mazuri, wenye fikra chanya, wenye e, malengo kama ya kwako, au wenye mpango kama ya kwako. Usikae na watu ambao hawana mipango yoyote, kwani utakurudisha nyuma badala ya kuanza ya kwenda juu na kusogea juu, utajikuta unarudi nyuma. Mazingira na mchango mkubwa. Sikiliza mauzuri yanayokujenga, soma vitu vinavyokupa matumaini, ka karibu na watu wanaokuhamasisha, na akili yako itajifunza kuamini kile ambacho unakiona mara kwa mara. Kwa hiyo unaweza ukasoma hata vitabu ambavyo vinakujenga au ukaingia YouTube kusikiliza video ambazo zinakujenga, au E, ukikaa na watu ambao wanakutia, e, wanakupa matumaini wanakutia moyo, lakini pia watu wanaokuhamasisha. Lakini ukikaa na mtu ambaye unaona e, ukikaa naye tu unaishua nguvu, huyo hapo anakupunguzia motisha ya kujenga hiyo imani ambao anahitaji. Kwa hiyo kaa na watu ambao e, wanakupa changamoto au wanakutia motisha ya kuamini kile kitu ambacho nakihitaji. Lakini pia hatua ya sita, rudia na uwe na subira. Unajua hii issue ya kutengeneza e, imani sio ya siku moja. Na, na kuifundisha akili e, kuamini sio tukio la siku moja. Ni zoezi la kila siku, rudia fikra chanya, endelea kuchukua hatua na uwe na subira na wewe mwenyewe. Matokeo huja kwa wakati sahihi. Kwa hiyo, hichi ili jambo sio kwa siku moja au siku mbili. Endelea na utaona ndio matokeo. Ni kama vile mbegu unavyoipanda, unakuwa hauioni e, siku ya kwanza ya pili, baadaye unakuja Uh, kwenda shambani utaona uh, kumeanza kutoka na uh, ule mche ule upanda. Kwa hiyo hata maneno au mambo unayofanya, chukua hatua uh, badilisha fikra zako, jizungushie watu ambao ni sahihi wako, na pia tengeneza uh, picha kichwani, lakini pia zungumza maneno chanya, sio maneno hasi uh, utakuja kuona uh, mambo yanatokea kwa wakati sahihi. Usichoke, usikate tamaa. Muda mwingine wewe, nikupe siri Hivi vitu vinachukua muda kwa sababu ya akili yako inakuwa haijaviamini. Ni kama mtoto mdogo anapofundishwa kuongea anaanza baba, mama, anaanza hivyo baadaye mama. Kwa hiyo ma, ukiona unachukua muda mrefu zaidi, maanake ni wewe mwenyewe unakuwa unatengeneza haya mambo eh, bila kuyazingatia. Yaani kwa mfano ukiona muda unaenda zaidi, maanake warafiki ambao una, wanakuzunguka, kuna mmoja rafiki ambaye anakuharibia imani yako lakini pia kuna mambo ambayo unajiwazia kichwani yanaharibu imani yako. Lakini pia kuna picha ambazo zinatengeza kichwani zinaharibu imani yako. Lakini kwenye ishu ya picha kwa makini sana, pia na video e, pia unazoangalia zenyewe zinaharibu imani yako. Uko na ngapi? Video nyingi na za kukatisha tamaa za kufeli, watu kulalamika, kulia, unajikuta nayo unaanza kuziamini zaidi, kwa sababu kama nilivyokuambia picha Uh, ni rafiki mzuri wa akili. Kwa akili kianza kuona mazingira ya picha, picha za kukatishwa tamaa au kushindwa, tayari moyo wake unajikuta unachelewa kufika kwa wakati uh, sahihi. Mimi naamini jambo lolote kwa makini na ukalifanyia kazi katika hatua hizi, inatokea kwa haraka zaidi au uh, linafanikiwa kwa haraka zaidi, lakini sasa ukianza kupingana na, na kitu kimoja ambacho nimevisema hivi uh, au hatua moja ukaacha kuizingatia au ukaipuuza Inachukua muda mrefu, na baadaye utakuja kushangaa kila siku. Kianza leo, hata kwa hatua ndogo, akili yako itaanza kubadilika. Mafanikio huanza ndani ya akili kabla hayajaonekana nje. Watu wote watu waliofanikiwa e, hawa waigizaji wa wakubwa, wasanii wakubwa, kina e, e, Arnold Schwarzenegger E, tajiri mkubwa Elon Musk, wachezaji kama Cristiano Ronaldo na Messi wote walianza na, na kufikiria akilini mwao kwamba kama Ronaldo alikuwa anataka kuja kuwa mchezaji mkubwa sana wa mpira wa miguu. Lakini baadaye imekuja kutokea ikaonekana nje lakini mwanzo ilianzia kwenye akili yake na amekutana na mashambulizi mengi sana ambayo yalimkatisha tamaa hata aone kwamba aache sasa lakini baadaye akakomaa na baadaye akafanikiwa. Kwa hiyo mambo yote ambayo tunayaona nje hapa e, katika maisha yetu ya kila siku yalianzia ndani mwa akili ya mtu. Hii pikipiki tunaiona, magari yalianza kwenye akili ya mtu, mtu akapambana, akatengeneza tairi, akatengeneza engine baadaye ikaja kuwa gari. Hata nyumba ambayo tunaiona leo, hii nyumba yote ambayo hata unaishi au unaiona e, sehemu yote ilianza kwenye msingi baadaye ikaja ukuta, ikaja ikawekwa paa, baadaye ikaja kuwa nyumba. Leo unaiona nzuri lakini ilianza wa hatua. Kwa hiyo nikutie moyo kwamba jambo lolote usikatie tamaa e, lifanyie hatua hizi, anza taratibu wa kurudia rudia na najipe moyo, jambo litatimia. Kama una swali lolote unaweza ku comment sehemu ya comment section. Hakikisha umesubscribe kwa masomo mengine. Asante kwa kunisikiliza na tukutane kwenye somo jingine. Bye, bye.